Tafsiri nyingine kwamba wokovu ni mpango, mission mpango wa Mungu kumwokoa wanadamu, lakini tunapozungumza tafsiri nyingine ambayo anatamani uweze uweza kuielewa, tunapozungumza amali za dini, ni mpango au mikakati ambayo wanaiweka wanadamu waweze kumwona Mungu vizuri. Hapo ndiyo maana ma, tunaona kuna taratibu mbalimbali au kuna vitu kuna, kuna mbalimbali ambavyo wanadamu tunaviweka tukidhania yamkini huyu ndiye Mungu au tukivitumia hivi tutaweza kumfikia. Ya Mungu ndiyo maana kuna watu wanaabudu chini ya mti, ndiyo maana wanaabudu kwenye mbuyu mkubwa. Kuna watu wanaweka ng'ombe mwenye pembe, wanasema huyu ni Mungu. Kuna watu wanachonga sanamu za aina mbalimbali, wanavyoamini kwamba dini yao ndivyo, ninavyowaambia ya e, kwamba huyu ndiye Mungu. Lakini tunaporudi kwenye tafsiri nyingine ya wokovu, ni ule mpango wa Mungu mwenyewe, haimwingize tena mwanadamu